Chanjo hii nani ba hii kampeni tuko ndani yeah. Mlango kwa mlango na haiko ya kulipa. Uh -huh. Nikamwambia kuko baba moya. Mm. Alikoka victime wa hii magonjo wee, hii magonjo ya polio <laughs> isigilie mbali, ikafika mwako utashangala kweli, na mtoto akakuwa kilema. Jua kumpatia vaccine atakuchukia maisha yake yote, ndio huko ni rezo, atakuchukia maisha yake yote na iyote Mama, usimpese mtoto wa kumwima chanjo atuka. mm. ule baba, yeah, baba angelionekana aiione angelionekana munginagisi ni susia kabambi oh. uzaziuumwima mtoto chanjo taivasumba mm. ava mama mamagumu hii yenye nza katale na kuagisakure kweli ni pepo. Haiko pepo eh. Kwani polio haiko pepo? Ni virusi yenye na existe well, azakutuna wazii eh. musuguumunakosa na ingine, kwa hiyo hii vaccination za rutine ba mama mujira zile ba tuto wapata vaccine zote, okay, wale wana ndio, ha, eresma njo atakasema alu no muone mke yake ndio huyo, unambona ndio, ili pole baba, unafika kwa muda ya mzuri sana. Mama hapa na baba bado wanapigana, si mtoto imelogewa, alikuwa ameenda kwa mama kupatia mtoto vaccine, uwambie kwanza uwapatie mtomonyesho dogo hapo ndio aannna kidoga kusema basi polio haiko haiko ulozi. Polio ni magonjwa yenye najitokezaka bila wazazi kujua, pinga watoto wao polio, donge na kamata mtoto kusema haipone tena, haiponaki magonjwa yenye haina dawa, sije inaweza kuvunja

yenye wanaweza ye kuwa wanakusaidiaga kusudi mujitoshe kwenye huko, okay. ukasema ke uache mtoto afikie mwale juu wangu ni kumuua na kuko mtoto mwenye yeah. anapataka ulemavu nguvu mm. ya kuzala hata zaraka iwasaidie yeah. eh. okay. mm. sana watoto kuwapatie, mm. ile dawa kuwajinga ile magonjwa. Asante.